Usisahau kusubscribe, like, na kubonyeza alama ya kengele. Ndugu zangu niwapongeze na nimefurahi sana kuwaona vijana wengi wameshiriki, timu nyingi lakini kwa amani. Michezo ni sehemu la ilani ya chama. Pamoja na hayo, pia tunampongeza mama yetu Samia Suluhu Hassan, yeye ndiye ambaye mshika bendera namba moja wa Chama cha Mapinduzi. Tunaelekea kwenye uchaguzi mwaka huu, vijana wangu, vijana wenzangu, tusikubali kuingiziwa kwenye fujo, tushirikiane, tuje kushiriki kupiga kura kwa mama. Mheshimiwa mbunge asanteni sana kwa nafasi. Lakini pili, ni washukuru sana sana wananchi wetu wa tarafa ya Magoma kwa namna walivyopokea mashindano haya. Mheshimiwa, naswi tulikuwa na timu wakati a mashindano tulikuwa na timu 52 lakini baadaye ziliongezeka zikawa timu 54 na zote zimeshiriki mashindano haya kutoka kwenye kata zote za tarafa ya Magoma

Lakini pia tuwashukuru sana viongozi wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Korogwe chini ya wenyekiti wa ndugu yetu Bedi pamoja na wenzake wote wakiwa makamu wenyekiti ndugu Kiduma. Ulipokuwa na changamoto ndogondogo, waliweza kulitatua na michezo ikafika mwisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, nitumie nafasi hii kukaribisha uwasalimie watu wa magoa, ukimaliza kuwasalimia tufungue rasmi pazia la burudani kwenye mkesha huu wa leo. Tunaowasania wa kutosha tutakaa hata mpaka asubuhi. Wagoma oye! Magoma oye! Ichaizo oye! Kitaongea kwa kifupi kweli kweli. Kwa hiyo naomba tusikilizane, au sio? Tusikilizane vijana wenzangu, sio? Ilivyoingia hapa niliona bashasha kubwa sana, Magoma mmekuwa kama New York jamani.

Mheshimiwa diwani mwenyeji, lakini viongozi wote wa serikali na chama ngazi za, nimesikia kuna ngazi za kata, matawi, mko hapa, nashukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi.